Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Kenyan Media popote mlipo, hamjambo. Kipindi ambapo ninawakaribisha kwenye mazungumzo haya, tuweze kuyajua yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Ninakuomba tuweze kusaidisha rejista, uniambie unanitazama kutoka eneo lipi. Kama uko Kenya, niambie mkoa au kipenda kaunti. Kama upo nje ya Kenya ni ampie taifa ulipo. Mtazamaji, Kenya inapaswa kufungwa ili tufanye marekebisho. Kenya should be closed for renovations. Kenya is a crime scene under William Ruto's watch Taifa hili letu la Kenya ni taifa la uhalifu chini ya Rais William Ruto na serikali yake ya uongo ya bottom up. Kuna ripoti ambazo zimeweza kutolewa na gazeti la Daily Nation kwamba bilioni 11 ziliweza kuibwa kutoka kwa mamlaka ya afya ya jamii ukipenda Social Health Authority ambayo ni SHA. Unaona venye wagonjwa wanaenda hospitalini, wengine wana wanarudishwa, wanaambiwa kwamba kadi yako haiwezi kukuruhusu uweze kupata matibabu. Kuna viongozi ndani ya hii serikali ambao wameweza kujilimbikizia mali ya wananchi. Yaani, mpaka pesa za wagonjwa hii serikali imeiba, mpaka pesa za wagonjwa hii serikali imeiba. Niweze kugeuza taarifa hizi mbio mbio kutoka kwa lugha ya Kimombo, inasema kwamba mamlaka ya afya ya jamii ilipoteza shilingi bilioni 11 kutokana na ulaghai kati ya Oktoba mwaka 2024 pamoja na Aprili mwaka 2025 huku hospitali za kibinafsi zikiwasilisha madai mengi ya uongo. Ukaguzi wa Wizara ya Afya umeweza kufichua ripoti hizo. Zinasema kwamba chini ya miezi sita kulikuwepo na kelele cha wizi ndani ya mpango mkuu wa bima ya afya kwa wote katika taifa letu la Kenya. Tunaelezwa kwamba malipo ya baadhi ya mahospitali ya rufaa yalikuwa ya uongo. Yaani mtu anaketi, anajiundia stakabadhi kwamba yupo na mahospitali, anapokea pesa kutoka kwa mamlaka ya afya ya jamii katika taifa letu la Kenya. Unajua, uzuri ni vile gazeti hili limeweza kueleza kwamba pesa hizi ziliweza kupotea kati ya Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano sasa mimi bwana ezra nitakosea kweli nikisema kwamba pesa hizi ziliweza kutumika kuwahonga wabunge wamuondoe madarakani aliyekuwa naibu raisi jofrey rigathi gachagua kwa sababu Gachagua kipindi kimoja aliweza kufichua kwamba watu waliweza kupewa kitita cha pesa, au wabunge waliweza kupewa kitita cha pesa, hata maseneta wakamwagiwa kitita cha pesa ili kumuasi na kupiga kura za kusema kwamba aende Wamunyoro, na watu wengi wakauliza, hizi pesa zilikuwa zinatoka wapi? Na sasa hivi gazeti linatueleza kwamba mamlaka ya afya ya jamii ilipoteza shilingi bilioni kumi na moja. Unajua, bilioni si kama milioni, hata milioni ni pesa nyingi sana. bilioni kumi na moja. Yaani, kuna watu ndani ya hii serikali ambao waliingia kwa serikali kujitajirisha. Sasa wache nikuulize, hii serikali iliona ubaya upi kwenye ile bima ya afya ya zamani ya NHIF wakaitupilia mbali, wakaleta bima ya mamlaka ya afya ya jamii, ukipenda Social Health Authority SHA, ambayo imeweza kupoteza pesa nyingi, na hizi pesa ni za mlipa ushuru. Yani mtu anajitolea aweza kulipa bima ya afya ili akiwa mgonjwa aende kutibiwa. Unajua, wacha nikueleze hivi, wacha nikuchanue hivi leo. Ugonjwa haubishi, ugonjwa unakuja ghafla, hasa unapata kwamba Mkenya yeye analipa, anasema kwamba kesho naweza nikaamka ukute kwamba nimeugua, ili niende hospitali kwenda kupata matibabu. Zile pesa ambazo Mkenya yeye analipa ili akuje kuwezesha kupata matibabu zinaporwa na serikali. Hii serikali ni ya wizi na kipindi cha kampeni, mheshimiwa Ruto alisema kwamba mkimwajiri kama rais atamaliza ufisadi, mkimwajiri kama rais atapunguza ufisadi, mkimwajiri kama rais atahakikisha kwamba pesa za serikali zinatumika ipasavyo. Sasa, niambie, mliona katika uchaguzi mdogo ambao uliweza kufanyika mbere Note. na sehemu zingine hapa nchini kama vile Malava, mliona jinsi ambavyo serikali iliweza kumwaga pesa, ndipo wakapata vile viti ambavyo waliweza kupata. Ni kipi ambacho kinakudanganya kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na saba serikali hii haitatumia matrilioni ya pesa kumwagia wananchi, kuwapea 1000 1000 1000 ili waende kupigia serikali kura, kwa sababu yale ambayo tuliweza kuyaona kipindi cha by election, msije mkatarajia kwamba hayatatendeka kipindi cha general election, amu uchaguzi mkuu. Na hizi pesa bilioni kumi na moja uende huende zikawa kwamba zingine wameficha waje kutumia kipindi cha kampeni. Nimeona wanasiasa kadhaa wa kadhaa katika taifa letu la Kenya, wengi wao wamenunua ndege za kibinafsi waliingia ndani ya serikali wakiwa maskini. Sasa hivi wametulia wanapata pesa wengi wao. Ruto akiulizwa maswali ndio hawa ambao unakuta kwamba wanatutusi ovyo ovyo ovyo, akina Oscar Sudi, Aaron Cheruiyot, akina huyu Samson Cherargei, akina Kipchumba sijui, yes, anaitwa Kimani Ichung'wa na wengine, yaani wako kwa pesa, wao wanazunguka tu kwa pesa wanazunguka tu kwa pesa na ukimkashifu William Ruto kwa utuhuma za ufisadi, wanaanza kukurejesha huo, sijui pesa ziliweza kupotea kipindi cha Uhuru, huku wakijua kwamba wao wako kwa pesa, wanaogelea kwa pesa, watu wamepata pesa nyingi, watu wameweza ama wabunge wameweza kupata pesa, yani mpaka watu wamejenga nyumba, mpaka unashangaa hai! na huyu anatoa wapi pesa, na mshahara wao unajulikana. Watu wanatembelea magari kubwa kubwa, kumbe ni pesa za bima ya afya ambazo zinaibwa. Tuko na taifa hapa kweli? We don't have a country here, ladies and gentlemen. Kipindi ambapo pesa zinapotea kiasi hichi, alafu wagonjwa wakielekea hospitalini, uh, kwenda kupata matibabu, wengine wanarudishwa Kile ambacho kinanihuzunisha zaidi mpenzi mtazamaji, ni kwamba pesa hizi zinapotea lakini kwenye mahospitali hapa nchini Kenya hakuna madawa ya kutosha, hakuna madawa ya kutosha, hakuna. Unaenda hospitali unaandikiwa kwamba nenda ukanunue dawa kutoka hospitali za kibinafsi. Na ndio maana seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amekuja na kuchapisha kwamba We don't have a country bwana. Ruto, must go, amesema kwamba shilingi bilioni kumi na moja looted from SHA. Hatuna taifa, hatuna taifa. Lazima uchaguzi ujao wa Kenya tufikirie, turudishe viongozi ambao ni wezi waendelee kuiba mpaka pesa za wagonjwa, au tulete viongozi wengine wapya wakuja kubadilisha Kenya? Je, wewe ni two-term utamrudisha Bwana Ruto na utawala wake waendelee kuiba au wewe ni one-term, utaleta serikali mpya ikuje kusafisha huu upuzi. Naomba niweza kupata wazo lako, this cannot continue in our country, 11 billion looted from SHA pesa za wagonjwa, alafu tukiulizwa tunaambiwa kwamba one-term ni agachagwa. How? How? tukiulizwa tunaambiwa sijui Ruta ameweza kufanya nini? Pesa zikipotea, this cannot continue in our country. What is your take, ladies and gentlemen? Welcome.